Kama ngoma vile. Hodi. Sawa. Sawa, lakini mimi nitachelewa kurudi na oda nyingi nitachelewa kurudi mm. Kidogo naomba basi vionekane. Basi tumeweza shughuli zako. Ah, poa. Salimia mteja. Hodi. Jamu. Jamu, shikamu, ah mala haba kubwa mm -hmm. Bosi yupo wapi au yupo kaenda wapi au yupo ndani ametoka? Sasa mimi nanijua kwanza, mm. mimi naitwa Bobole maarufu mm. sana hapa kijini, mwendesha matrekta mikokoteni, hii inaendesha magari Unakuja, unakujaikompyuta eh, zote yani hivyote naendesha <laughs> dereva mzuri sana sasa. Eh, akija wemwambie tu maarufu, mwendesha matrekta magreda, mikokoteni hapa mjini hapa, mta gobora amekuja kuomba kazi saw eh, na we unisaidie wemwambie tu hivyo sawa saw eh, mi, mi dhereva <laughs> wananikubali. Oh, oh, Yani we mwambie hivyo hivyo, mi nataka nifike hapa kati, bwana mwambie eh, amekuja eh. Ah, soda avo, soda soda, hata maji, sawa sawa au bukunabuka amajero Halo, ee, vipi? Safi za mchana, salama. Niambie tu. Hapana, leo sitokuwepo ofisini, labda kesho ndo nitakuwepo ofisini. Aya, poa rafiki yangu I... baadaye. Aya. Dada, vipi? Safi, habari njema tu. mm -hmm. siku hii ulimwambia bosi wako? Ndio nilimwambia. ah, ulimwambia? Ndio ah. Vipi, unifanyia mpango lakini? Ndio mm. Sasa kama kawaida yangu nilivyokuambia kwamba mimi bwana dereva mimi, mimi furu. Ndio. wewe mwelekeze vizuri sawa? Ndio eh, hey. kwa sababu mimi dereva naendesha kila aina, kila aina ya gari Matrekta, mafukunyoko, yani kila kitu. Mafukunyoko tunaendesha. Hey, hey, yote. Be, Watu bwana wananichanganya wana sema, sema tena wanasema sana. Utasikia mm, kaniki bwana. Ni mara ya tatu sasa. Bado nakufuatilia kwani hutaki kunielewa lakini? Hivi wewe mkaka, mbona unielewi? Mbona unielewi? Hapana. Hizi ni hisia Rozi. Hizi ni hisia haya maneno mi ndo nikikaa na kwambia ungekuwa unajisikiaje? Lakini eh, yani, sijawahi kuona mkaka king'anga king'anganizi kama wewe. Pana, usifike kote huko. Nipa hata kipisi cha upendo kitanifariji nikiwa na wenzangu. Rozi, nakupenda oh. Yani nimesha kuambia sikutaki. Sasa anyway, hapa nataka niende sehemu moja, nimetoka hapo juu. Ehe, ehe. sasa ya kufanya. Yupo kwanza yupo? Hayupo, amesafiri. Amesema baada ya siku mbili atakuwa amerudi. Atakuwa amerudi. Eh, kwa mtawasiliana. Mm, ulimwambia lakini? Ndiyo, nilimwambia. Sasa mwelekeze hivyo. Sawa, sawa sawa, nimekuelewa. Ehe, mimi nitakuja, haina shida. Kwa hiyo vipi, hamna chochote huko, kaka? yaayakuui haya bwana Sikutaki jamani. Mbona hivyo lakini? Hmm. Yani sijawaiona ya kuona mkaka kinganganizi kama wewe. Wewea si. Si zangu aya maumivu. Imagine mimi ndio ningekuwa ningekuwa nakwambia hayo maneno. Ungekuwa unajisikiaje lakini? Eh, sijawaiona mkaka kinganga. Kinganganizi kama wewe. Hapana, unajua unafika mbali lakini. Unafika mbali. Mimi nakupenda lakini. Nimeshakwambia kuambia si kutaki. Jaribu kunielewa si kutaki. Usifike huko. Mimi nakupenda. Ah! Yani wewe ni kinganganyizi kwa kweli. Please. Yalu nalipigia na magoti mimi ni kupeleke wapi? Sasa nikwambie usifike kote huko. Nimeshakwambia si kutaki. Hapana. Mambo hizi ni hisia lakini, mbona nifanyia hivyo? Jaribu kunielewa. Sikutaki. Sikia Rozi, niache huko. Ulichosikia? Bora tutulia, usije kusea dai ya

Asante. Ok, sawa so, vipi, unaishi wapi na huku unaelekea wapi? Naishi mikocheni kati hapo kwa sasa, naenda kazini. okay. sawa so, vipi, umeolewa? Hapana, ila ninampenda. okay. e, wewe mpenzi wako anafanya kazi gani? Meneja mwandamizi katika kampuni ya Adidas. Okay, sawa so, vipi, anakutunza? Hayakuhusu. Eh. Uhum. Hapa nikija kupata pesa cha kwanza nyumba. Ah, nyumba. Nyumba nyumba niandike nyumba, nyumba hmm. Tena kipengee cha pili hapa gari. Hani kipata tu pesa ni gari. gari cha tatu chatatu mabibie, mabibie kumiliki mabibie wengi <tosha> hapa tosha. Tosha. Sasa hapa ni kutafuta tu kazi kwa sababu mi dereva <tosha> wapi na wapi, nimesomea udereva ila tu ni kwa ajili tu ya kutafuta kazi. Nina mimi nipate kazi, cha kwanza natakiwa jikubali wewe mwenyewe, sio kwamba mtu anaweza kutoka mbara akakukubali. Lazima jikubali kwanza. Kumbe naweza kumbe hakuna lolote jamani. Naona hapo salama, salama. Ah. Mim nataka nijitambulishe kwa majina yangu mi... unajua bwana, dada ni mara tatu mpaka sasa, lakini namweleza kuwa nampenda lakini anielewe sasa. Sijajua si nina shida gani, sina kasoro gani? Yaani da, mimi mwenyewe sielewi. Si unaweza ukanishauri vipi hapo? Anielewi kabisa. Nafanya kazi gani? Ah, mimi, wewe mwenyewe, mimi nafanya kazi yote ile tu, ili mradi nipate kujikizi Unajua tena kwa hiyo, nikipata kazi ya kubeba zege mi sawa tu, nikifanya kazi fulani sawa tu, ili mradi tu nipate chochote kile, kazi yote na ukabahu. Naitwa Mstagobole, ni mwendeshaji okay. maarufu wa matrekta ehe, naendesha mafokonyoko, matreni, matrekta, ma haya, malori aya, amnenda mpaka Kongo Kongo, eh, hey, Kongo umekupata, ndio. So, kuna vita fulani ilikuwa inapigwa kule na M23 mwenyeji sana. Mimi nilikuwa kwenye lori sana, ila bosi, nikombe, naomba kazi bosi, naomba kazi, kama kuna trekta, yani kuna gari, naomba kazi bosi. okay. hey, hmm. Sasa unataka nikupe kazi gani kijana? ah yoyote kama gari chochote kile. Okay, sawa. Sasa mm. Sasa hivi ninawahi ofisini, ofisini kuna mtu amekamata. Hapana mm. Sio ofisi, ofisi yananilia kituo. Ah, ni ofisini, ofisi mazingira ya kazi yangu. Ah, makazi yako. <laughs> <laughs> nakukubali sasa. Sikiliza kijana mm. Kijana sawa, tutawasiliana baadaye, baadaye? Ndio. kazi nitapata eti? Utapata. Hakikisha. Fike ofisini. ofisini. Ah, Ndiyo. Mambo fresh. Ah, wala usijali. taangalia. poa poa, eh. Na yule mtoto wa nyumbani? Ah, achana nayo mambo <laughs> Bosi, mimi nakubali bwana. Ah! Kazi nimepata. Mm, sasa. Eh, bosi zungu tatizo wapande Hey, si pale kuna kuna kuna mtoto kuna mtoto, hey, kuna mtoto pale bwana, nitakuwa nafanya kazi kuna muangalia mtoto halafu nitakuwa napambana ile naye, nakubali jamani <laughs> halafu kingine mademu watani wat, wat, wataniona mimi nani, kwa sababu taisi na kazi. hey, nitapambana nao jamani <laughs> mwaka huu atanikoma. Hey, haina shida ah! umefika mbali sana kazi yote ile yaani ya, yani sipokuwa kazi siwe haramu. Nawezekana wewe unamfuatilia atakuwa ameshajua labda labda kwa mkaba, hamna. Mi sipo hivyo, alafu siendani nao watu wa designio, kusema wakusema wanakaba, hapana. So ni so mkabaji se yani, ila ya, mi nashindwa kuelewa ni kwa nini yani yeye anashindwa kunielewa kile ninachomwambia. Ni mara tatu namwambia nampenda, nampenda, lakini bado anielewe. lipdaanachokushauhtafuta hela, unaniambia ni nitafute hela ndo nimfuate au nitafute pesa. Wacha wanyoshe vidole, utajiri, maskini, hiyo mipango ya Mungu. Usipoke maskini, huku umelala home, dunia iko shwari. Kama huko shwari, huwezi kwenda bidali. Miaka yote nimefunga saa, nimetoka bosi, ikamba huko ndo nilipotoka. Ninayo nusu kwangu, imebaki robo. Napiga dili huku, ninauza yebo, siogopi mimi kutega mingo, kwanza nina